Kwa sekta ya afya hii ni kwenye hospitali zilizokuwa chini ya halmashauri sekta za mitaa kuna nafasi elfu kumi mia mbili themanini. Sekta ya kilimo kuna nafasi 470. Sekta ya mifugo kuna nafasi 312. Sekta ya uvuvi kuna nafasi 47. Ba uh, sekta ya ulinzi kwa maana vyombo vya ulinzi na usalama kuna jeshi la polisi kuna jeshi la magereza, jeshi la zimamoto na uhamiaji wana jumla ya nafasi elfu saba na hivi kizijumisha zote kwa pamoja, alafu sekta nyingine kada nyinginezo kwenye hizi kada nyinginezo ndipo utakuta kuna madaktari wale wa hospitali zile za kanda ambazo ziko chini ya wizara ya afya. Kuna watumishi wa kwenye wizara na taasisi vyuo vikuu na maeneo mengine ambayo hatujataja. Hii jumla ina nafasi elfu kumi na moja na ishirini na mbili kwa hiyo jumla inafanya elfu arobaini na moja na mia tano kwenye nafasi za ajira za mwaka elfu mbili ikumbukwe kwamba 2024 25 kulikuwa na nafasi elfu arobaini na tano ambazo mpaka muda huu tumeshajaza nafasi kama elfu thelathini zimebaki nafasi kama elfu kumi na tano ambazo mpaka mwezi Disemba takuwa zote zimeshakamilika kuzijaza. Ninaielekeza sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma kuanza mchakato wa kujaza nafasi hizo za mwaka 2025 26 pamoja na kukamilisha mchakato wa nafasi zote za mwaka 2024/2025 ambazo nilizisema zimebaki. Ili kuhakikisha sekretarieti ya ajira inatekeleza jukumu hilo, inapaswa waajiri wote wafanye watoe ushirikiano kwa sekretarieti ya ajira. Kama tunavyofahamu, nafasi hizi za ajira hawafanyi sekretarieti ya ajira peke yao, wanashirikiana na mwajiri. Lese labda TANESCO wanataka kuajiri mafundi kwa lazima watoe specification za nafasi ile ya ajira wapeleke secretariat ya ajira watangaze, ndipo waendeshe usaili. Kwa hiyo tunazitaka taasisi zote za uajiri ambazo zimepewa vibali, kwa kushirikiana na secretariat ya ajira watekeleze ajira hizo kuanzia sasa hivi. Aidha, ninapenda pia kutoa maelekezo kwa waajiri ambao secretariat za ajira imekasimu madaraka ya uendeshaji wa mchakato wa ajira kwa baadhi ya kada kuhakikisha wanaendesha usahili mara moja ili kujaza nafasi zilizoidhinishwa kwa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni na uendeshaji wa usahili katika, katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari, sekretarieti ya ajira imepewa mamlaka ya kusimamia ajira katika utumishi wa umma, lakini zipo kada ambazo zinasimamiwa na baadhi ya waajiri, na nyie ni mashahidi, mtaona kwenye halmashauri wale maafisa watendaji wa vijiji kata, mda mwingine wana wanasimamiwa na halmashauri husika, au mda mwingine kwenye idara za za afya kule utakuta TAMISEMI wenyewe wanasimamia, lakini kuanzia mwaka jana tumeanza kufanya hizo saili kupitia kwenye kwenye mikoa husika, yaani kama kuna nafasi zinatangazwa mkoa wa Lindi usaili utafanyika kule kule. Kwa hiyo unasimamiwa unaratibiwa kule na halmashauri au TAMISEMI kwa kushirikiana na sekretarieti ya ajira kwa lengo la kuhakikisha zoezi la usaili linapunguza gharama na linafanyika kwa wakati. Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma inaelekezwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, zoezi la usaili lifanyike kila mkoa Tanzania Bara na vituo vilivyoandaliwa mahususi kwa upande wa Zanzibar ili kutoa fursa kwa waombaji kutoka katika maeneo husika kuomba na hatimaye kusailiwa katika maeneo yao. Kama nilivyosema kwamba hizi nafasi zinatoka kila kila mkoa na kila mkoa wataendesha usaili maeneo yao, kupunguza gharama kwa wale wanaoomba. Lakini vile vile, waombaji watakaofaulu usaili, lakini wakashindwa kupangiwa kazi baada ya usaili waweke katika kanzidata na waendelee kupangiwa kazi kwa kadri nafasi za ajira mpya zinavyojitokeza. Waombaji hawa watapangiwa kazi katika taasisi zitakazokuwa na nafasi popote hapa nchini. Uh, eneo hili hapa kwa mfano, tumetangaza nafasi za ajira elfu arobaini na moja na mia tano mwaka huu wa fedha, lakini katika usahili wamejitokeza, uh, wananchi laki mbili na katika wale laki mbili, laki moja na nusu wamefaulu. Kwa hiyo laki moja na nusu wale, tutatoa hao elfu arobaini na moja wengine waliobaki, tunaweka kwenye kanzidata. Wakiweka kwenye kanzidata, ikitokea kwenye, na, kwenye taasisi mtumishi amefukuzwa, ile nafasi lazima tuijaze. Kwa hiyo tunaenda kwenye kanzidata tena, tuitishi tena usaili, au mtumishi bahati bahati bahati mbaya mbaya ni ni kwenda mbinguni ni jambo jema, si ndio? Amefariki. Eh, si hatuendi mbinguni mpaka tufariki <laughs> <laughs> bahati mbaya. Inakuwaje bahati mbaya jambo la kwenda mbinguni? Kwa hiyo kwa bahati mbaya amefariki, ile nafasi hatuendi tena kuitangaza, tunaenda kwenye, kwenye ile data tunachukua, lakini muda mwingine mamlaka zinatoa vibali vya ajira kutegemea na haraka na uhitaji mkubwa uliopo kwenye hizo taasisi, kwa muda mwingine zikitolewa vibali hivyo, tunaenda kwenye taasisi husika ambazo waliomba, tunauliza zile zile sifa za nafasi hizo za ajira, tunaenda kwenye kazi data kuchukua hizo nafasi kujaza na ku, na kuendelea na utaratibu wa ajira.